Na tengua vyote na batilisha kwa damu ya Yesu Kristo, na haribu kila agenda za kuzimu. Chochote kilichoandikwa kilichotamkwa kinafutwa, Baba ardhi hii ikaoteshe Ikachipuze yanayotamanika. Watu wanahitaji uzaa, watu wanahitaji uza, ndoa, watu wanahitaji kazi baba, katika jina la Yesu Kristo, korobo sikiri masaka rapa shetere masanda mandorobo sikiri masaka kandorobo sikiri masaya kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu tunalibariki jina lako. Asante kwa uaminifu wako Baba, asante kwa sababu unatuondolea utasa na ugumba na uharibifu, unatuondolea kila mabaya yote katika jina la Yesu Yesu Kristo korobo sakarama reposhetere masaka rapa koria manda mandorobo sikiri masaka katika jina la Yesu Kristo kwa damu ya mwana kondo. Wewe ni Mungu mwaminifu, mfalme ramo sekere masaka katika jina la Yesu Kristo korobo sakara masaka katika jina la Yesu. Sante Mungu wa pekee na wakwe, sante mfalme mwema, sante Mungu wetu, sante jemedari, sante Emmanuel, sante Jehova, rabo saka rama saka kori koria masaya alizi kachipushe amani, ikachipushe furaha, ikachipushe watoto, ikachipushe kazi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ha Mungu uliye hai, Baba yetu wa mbinguni, tuna kubariki Bwana, tuna kutukuza kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, kumbuka watoto wako wakike na wakiume, walioandika mahitaji yao, walioandika kazi zao, walioandika mipango yao, Baba uwakumbuke, Baba wakumbuke Baba wakumbuke kwa jina la Yesu Kristo. Baba kumbuka watoto wako, chipusha uzima ndani yao, fanikisha njia zao, nabatilisha kila matamko na maneno yaliyotamkwa kwao kwa damu ya Yesu Kristo. Kila kilichotamkwa kwao kilichoachiliwa kwao, nafuta leo, natengua, naondoa uhai na nguvu kila roho zizo za giza zilizokamata hatua zao kwa damu ya Yesu, maneno maovu waliyotamkiwa kufunga njia zao, leo hii Bwana nakusi katika jina la Yesu, nenda na wafanikishe, maana imeandikwa tukukabizi njia zetu na mawezo yetu yathibitike katika jina la Yesu. Wamekuandikia wewe Baba, sikia kuomba kwao na ukawajibu sawa sawa na fadhili zako, kwa damu ya Yesu Kristo. Wakumbuke wao na watoto wao na maisha yao yote, usiwaache wala kuwapungukia kwa neno na kwa tendo. Baba usinyamaze, Baba usinyamaze, wainue, wazidishe, waongeze ebwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondo, Baba yetu na Mungu wetu mwema mfalme katika jina la Yesu tunakusogezea, e Bwana, na watoto wako walioweka nadhiri kwa ajili ya kutumika na sisi. Mungu wakumbuke, wazidishe. Umesema mtu akinitumikia baba wa mbinguni atamheshimu. Achilia heshima yako juu yao, wabarikie wanapotoka na kuingia, wainue na uwazidishe. Waondolee roho za Sara, umkemee yule la kila maneno yaliyotamkwa, yaliyoshikiliwa na hali zilizowafunga ziwaachie kwa jina la Yesu, ziwaachie kwa damu ya Yesu Kristo. Baba Mtakatifu, Mungu wetu tunakusi katika jina la Yesu, ondoa fedhea na aibu, bariki kazi za mikono yao, bariki vyanzo vyao vya mapato, uwazidishe na kuwaongeza sana kwa damu ya Yesu Kristo anazaitalia haya Baba, wakumbushe kuzitengua nadhiri zao lisigeuke kuwa tanzi kwenye maisha yao. Tunaombea wanaosafiri, tunaombea baba wote kwa njia ya anga na ardhi na maji, aenda kinyume na ajali na uharibifu kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunasi mkono wako wenye nguvu, kawasafirishe salama. Wagonjwa waliolala vitandani mahospitalini na majumbani, tunatubu na kuomba rehema kwa ajili yao, maana umesema, akusamee maovu yako akuponya magonjwa yako yote. Baba, kuna ugonjwa usiopona kwako wewe? ni wewe ni Mungu unayetuponya. Ponya watu wako na uwafungue kwa damu ya Yesu Kristo, Kristu wa Nazareti. Haa, Baba, tujalie kukaa salama mahali ulikotuweka. Naomba neema yako mahali tunakofanyia kazi maofisini kwenye mitaa yetu, kwenye biashara zetu baba, kwenye mitaa tunakoishi. Tunaomba neema ya wokovu kwa wanaume na wanawake, kwa vijana na watoto, tunaomba neema ya wokovu. Damu ya Yesu kwenye paji za nyuso, Mungu tunakusi. Neema inayofunuliwa kwa ajili ya wanadamu wote, ikawafundishe kuukataa ubaya, na funga milango ya kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo kwenye mitaa yetu Nakamata lango la kuzimu ya maji, lango la kuzimu ya ardhi, lango la kuzimu ya anga, lango la kuzimu ya moto, nafunga napangua kila njia zote za yule adui kwa damu ya Yesu Kristo. Baba ninakusisi simama nasi, ukatushike kwa mkono wa kuume waki yako tena. Siku ya leo, bariki kazi za mikono yetu, tubariki, tunapotoka na tunapoingia, tuepushe na kila uovu kwa damu ya Yesu Kristo. Walinde watu wako na uwazidishe kwa njia Kristo Yesu Bwana wetu. Baba usituwache.

Baba usitupungukie bariki na sadaka zetu tunazo kutolea, na wanao kwenda kutolea sadaka tena siku ya leo. Baba bariki vyanzo vyao, bariki na sadaka zao. Wakubali Bwana, batilisha kila maneno na matamko waliotamkiwa kwa namna yoyote yaliyoshikilia ndoa zao, yaliyoshikilia watoto, yaliyoshikilia afya, yaliyoshikilia uchumi, yaliyoshikilia kuolewa. Baba, hayo maneno kupitia sadaka wanazo kutolea, Mungu ukawabarikie, ukawatoe katika vifungo na laana mbalimbali kwa damu ya Yesu madhabahu zote za giza zilizowashikilia na ibada zote zikatenguliwe na sadaka zilizowafunga kupitia ardhi yoyote. Baba, tunaituma damu yako kupitia ardhi tulizo tulizonazo, naomba neema yako Kristo ikawashike na kwa utukufu wako, pokea na ukatukubali nasi, na wakataa visasi na maripizi na mashambulizi ya yule adui katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Baba, tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki Mungu awatunze sana. Maombi ya usiku wa manane, usiku wa kuamkia kesho, tutakuwa kwenye mkesha pale Kinyerezi KKT. Basi tutaungana kupitia hapo na Mungu wa mbinguni awabariki, muwe na siku njema mkafanikiwe. Mungu akatutenge na kila maneno yaliyotamkwa kushikilia maisha yetu kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Watu wa YouTube Mungu awabariki, poleni kwa sababu, hiyo ni mitandao, nasi tunashindwa, hatuna namna, tunajikuta inakatika tu, hatuna jinsi, lakini Mungu ni mwema, tunavuka. Mungu ni mwaminifu. Mungu awabariki sana. Hallelujah.